Mwanaume wa kweli ni mwanaume huru. Sikiliza, kwa sababu unalosikia leo si utakalolisikia kwa siku nyingine tena na kukumbusha wewe ni mwanaume, kubali kuwa mwanaume wa kweli ambaye ni mwanaume ambaye yuko huru. Huyu ni mwanaume mwenye misimamo, mwanaume anayejichenga, anayekubali kwamba maumivu na kutoka jasho ni sehemu ya maisha ana nafasi ya maigizo ya mapenzi kama vile tamthilia zinazoitwa drama. Hayo ni mambo ya vulana ambao bado wanajifunza kusimama imara, wale wanaolia na kutoka machozi kisa mwanamke au kisa kusemwa au kuwa na asira ya mapenzi. Usikubali kuwa huyo, kubali kuwa mwanaume. Unaweza kupita kwenye zuluba na bado ukasimama imara, mwanaume mwenye akili timamu za kimaisha. Mwanaume anaweza kujua hisia zake na kuweza kuzisimamia, mwanaume anayemjua mwanamke wake na kuweza kumsimamia. Hacha kuombaomba, hacha kukubali kuvunjika moyo. Mwanaume wa kweli si tu mwenye misuli inaonekana, ila ni mwanaume mwenye misuli ya kiakili na kifikra, mwenye misimamo dhabiti, asiombishwa wala kukata tamaa kirahisi. Hisia hisia zako zinatakiwa ziwe zilizofungwa na minyororo ya chuma. Unahisi hisia unazotaka kuzihisi, na wala si hisia zozote tu unazikubali zitawale akili yako. Akili yako mawazo ya mapenzi kusononeka, hiyo sio sehemu yako. Drama za hisia wachie wanawake na vijana wadogo. Wewe kama mwanaume, hiyo sio sehemu yako, sio ulimwengu wako. Mwanamke wako anataka kujua wewe ndio uko kwenye usukani, si kwa sababu wewe ni dictator. Hapana, bali kwa sababu wewe ni mwamba imara usitikisika, na ambaye unajua kusimamia hisia zako. Huhitaji kupiga kelele, huhitaji kufanya vurugu. Uwepo wako tu unavyoonekana si, inatosha, inatosha kueleweka, inatosha kuheshimika na sio unaheshimika kwa sababu una, una, unatisha, ila unatakiwa uheshimike kwa sababu unajiheshimu mwenyewe kwanza, kama kiongozi kama mlinzi na yule anafanya maamuzi kwa kuweka hisia pembeni. Uhuru ndio sifa kubwa ya kuwa mwanaume katika mahusiano. Huhitaji kukamilishwa kutokana na kuja kwa mwingine, ila wewe ndio unatakiwa ukamilisha maisha ya yule mwingine. Mahusiano ni maamuzi, sio lazima wala sio kipengele ambacho kinatakiwa kusumbua akili yako uwe kwenye uhusiano kwa sababu unataka, si kwa sababu unaogopa kuwa peke yako. Machozi mifutano, game za akili za kimapenzi, hachana nazo. Kuwa busy katika maisha, kuwa busy katika kutimiza ndoto zako na kutunza heshima yako. Fahamu wewe ni nani, fahamu unataka nini na pia fahamu jinsi ya kukipata kile unachokitaka. Hakuna kuvunjika moyo, hakuna kurudi chini nyuma, wewe kama mwanaume wa kweli. Kumbuka wewe ni mwanaume zabiti Asiweza kukuhimili na kuhimili uwepo wake, uwepo wako yeye ndio tatizo, ila si wewe kwa tatizo. Simama imara, simama zabiti, hacha kuyumbayumba, acha kuendeshwa na hisia ovyo. Kuwa kwenye usukani wa hisia zako, kuwa kwenye usukani wa maisha yako, kuwa kwenye usukani wa mahusiano yako yoyote ulionayo katika maisha. Mwanaume wa kweli, asante kwa kunisikiliza. Tutakutana siku nyingine. <Danish conversation plays>